Sisi ni mabinti wa Kitanzania wazalendo ambao tumekuja mbele yenu leo. Sisi pia ni Gen Z, kama hao ambao sasa hivi wapo kwenye mitandao ya kijamii wakiendelea kuhamasisha maandamano, lakini sisi mabinti wazalendo wa Kitanzania leo tumekuja mbele yenu kupinga vikali maandamano yanayoendelea kuhamasishwa ya tarehe tisa. Ndugu vijana wenzangu, tarehe tisa ni siku ambayo taifa letu lilipata uhuru na sio siku ya kuleta vurugu, wala kuhamasisha machafuko katika Tanzania yetu. Tanzania yetu tumezaliwa tukiikuta ina amani, na sisi kama vijana ni wajibu wetu kuwa mabalozi wa kwanza wa kuitunza amani ya Tanzania yetu. Ndugu vijana wenzangu na mabinti wa Kitanzania, hatuna Tanzania nyingine. Tukiharibu Tanzania yetu ya leo, hatuna pa kukimbilia. Lakini pia hao wanaharakati wa mitandaoni wanaohamasisha maandamano wengine ni mabinti kama sisi tunamuona Mange Kimambi, Recho Dangwa, hao ni mabinti kama sisi ambao ni Watanzania ila wanaishi ugaibuni, wanahamasisha maandamano, lakini wao hawapo Tanzania. Sisi ni mabinti wa kita